Habari za wakati huu, mtazamaji wa Bukelebe TV popote pale ulipo, leo tarehe nne mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini na tano waumini wa kanisa la Wadventista wa, wa Sabato Mwenge wameungana katika ibada kuu ya meza ya Bwana. Ibada iliongozwa na mchungaji wa mtaa huo, Mchungaji Rahidi Mande. Katika hotuba yake mchungaji Mande amefichua siri ya maisha ya Kikristo, akibainisha kwamba watu wa Mungu huchukiwa na dunia kwa sababu wamechagua kulibeba neno la Mungu mioyoni mwao na kulishikilia bila kuyumbishwa. Yesu anasema mwenyewe ulimwengu unatuchukia kwa sababu gani? Kwa sababu ametupa neno lake, ametuachia na maadui hao tunawapata kwa sababu ya neno la Mungu tulilonalo. Kila anayepokea, anayekuwa na neno la Mungu, huyo anajitenga na ulimwengu. Akiwaonya na wakati huo huo akiwatia moyo, Mchungaji amesisitiza kwamba hapaswi kutishwa wala kutetemeshwa na vitisho vya dunia hii, bali wasimame dhabiti na imara katika utiifu wa Mungu. Sasikiliza sasa, Biblia inasema hivi, aya ya 15. Yesu anaendelea kusema, mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu. Fatia vizuri hapo. bali uwalinde na yule mwovu. Kitu ambacho Yesu anatuombea ni ulinzi wa Mungu, hamna kitu kingine. Anasema mimi siombi, Baba nimekuja kwako, siombi uwatoe ulimwenguni sasa, bali ninachokuomba uwalinde. Na hiki ndicho ambacho Mungu anafanya. Anataka nikuambie, mpenzi wewe huu wewe, hapo ulipokaa wewe, pale nyumbani kwako, hata kama umeweka wa maaskari, hata kama umeweka masai na watu wengine, nataka nikuambie ulinzi mkubwa ulionao ni Mungu, anakulinda. Hilo ndilo ambalo Yesu alituombea, hata kama nasema sikuwaombea uwatoe ulimwenguni, bali wawe humo humo, ila uwalinde. Unalindwa na nguvu za Mungu, shangilia, maana Bwana hajakuacha usione. Wewe upo wewe, hata ajali upati. Ibada hii imehudhuriwa na washiriki wa kanisa hili pamoja na wageni kutoka maeneo mbalimbali. Sambamba na ibada, watu wamepata nafasi ya kutoa shuhuda, wakimshuhudia Mungu kwa matendo makuu aliyowatendea hali iliyojenga imani kuimarisha mioyo yao kiroho na kuleta faraja kwa wengi. Ibada ya Meza ya Bwana ya leo imebaki kwa fundisho kuu kwa washiriki wote kwamba imani ya Kikristo ni mwito wa ujasiri, wa kusimama bila kuyumbishwa na kuendelea mbele licha ya upinzani na uhasama wa dunia. Kutoka katika viwanja vya kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge jijini Dar es Salaam, jina langu ni Ustasela Joni.